Kwa mujibu wa ripoti hiyo, sekta ya elimu imepangiwa mgao mkubwa zaidi kwa bajeti, ikiwa ni asilimia 28.1 ya bajeti yote ya serikali kuu, sawa na shilingi bilioni 711. Fedha hizi zitatumika kugharamia masala mbalimbali ya elimu, ikiwa ni pamoja na ruzuku kwa shule za msingi, sekondari, vyuo vya kiufundi na vyuo vikuu, pamoja na mishahara ya walimu na wakufunzi na ujenzi wa miundombinu ya elimu.

Ripoti hiyo pia inasisitiza umuhimu wa kuimarisha huduma za afya kwa wote, yani UHC, kitengo hicho kikipewa bilioni nne kati ya mgao wa bilioni 136.8 zilizotengewa sekta ya afya, wasiwasi ikibuliwa kuhusu mgao wa magonjwa ya malaria, kifua kikuu na ukimwi, eneo ambalo huenda likapata pigo kufuatia kuondoka kwa wafadhili. Kwa upande wa mapato, serikali inatarajiwa kukusanya jumla ya shilingi trilioni 3.36 katika mwaka huu wa fedha, ikiwa ni pamoja na mapato ya ndani ya misaada ya maendeleo. This house adopts the report of the budget and appropriations committee on its consideration of the estimates of revenue and expenditure and the medium term for the financial year 2025-2026 laid on the table of the house on Wednesday 4th June 2025. And pursuant to provisions of article 221 of the constitution section 39 of the public finance management act 2012, and standing order 239. Bunge sasa litaanza kujadili ripoti hii kwa kina kabla ya kupitisha mswada wa ugawaji wa fedha na mswada wa fedha wa mwaka 2025 mwaka 2026 ambao utaidhinishwa matumizi ya fedha za umma kwa mwaka ujao wa kifedha nikiripotia runinga ya K24, jina langu ni Robi Omondi.